Ambavyo taarifa nadhani zilitolewa kwa mamlaka zinazohusika, na mamlaka zinazohusika, kwa maana jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama, imeendelea kusema kwamba bado, uh, wanajitihada na wanahakikisha kwamba uh, aliyepotea atapatikana. Na pengine kadri muda unavyokuwa unakwenda, wamekuwa wakitoa taarifa kwa, kwa umma kutokana na jitihada zao lakini tunaamini jukumu kubwa kabisa la jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba e, wamelinda raia na mali zao naii na, na, na, na huu ndio msisitizo wetu kabisa kwamba uh, jeshi la polisi liimarishe ulinzi, ili usudi wafanyabiashara waweze kufanya biashara wa yao kwa amani na utulivu, na huku tukiendelea kulipa kodi na michango mbalimbali ya taifa hili kwa ajili ya kuliendeleza taifa letu. Kwa hiyo tuna, tuna msingi na uhakika mkubwa kwamba uh, jeshi la polisi litafanya kazi yake na kwa uweledi wake kuhakikisha kwamba hawa wote waliopotea wanapatikana ili kuondoa taharuki ambazo zimekuwa zikitokeza mara kwa mara na ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza uh, kukwaza katika hali ya kiuchumi ya eneo zima la Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Ukweli kabisa ni kwamba leo ni siku ya tano toka kutoweka kwa bwana Chonchori, na hii ndio inatuonyesha kwamba uh, kwa ndio inatuonyesha kwamba kutokana na taarifa ile ya tarehe ishirini na nne ya mwezi wa tatu 2025 ya kamanda uh, mtafungwa ni kwamba uh, pengine uh, bwana Chonchori hakamatiliwi kwenye eh, vyombo vyote vya haonekani kwenye vituo vyote vya polisi nchi nzima. Na kama ndo hivyo, tunaamini kwamba sasa Chunchorio anaendelea kushikiliwa na wahalifu. Na kama ni wahalifu, sasa jukumu letu kubwa sisi wafanyabiashara, wananchi na familia kwa ujumla, jambo la kwanza lilikuwa ni kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika ili kusudi wachukua hatua. Na kwa namna hiyo, na kwa statement ya kamanda Mtafungwa, ni maana kwamba wamechukua hatua za za dhati kuhakikisha kwamba jambo uh, hili uh, mfanyabiashara huyu anapatikana, lakini mambo haya pia yakikomeshwa, kwa sababu hii taharuki uh, ni kubwa, kwa sababu uki, katika hali ya kawaida ukitizama eh, kama hili linatokea kwa mfanyabiashara uh, wa aina hii, wanachocholi maanake, hatujui kesho yake atakuwa ni nani na kwa sababu ipi na katika maeneo yapi. Kwa hiyo hii taharuki ni lazima ishughulikiwe kwa namna ya pekee sana, ili kuweza kuondoa Uh, mikanganyiko inayoweza kujitokeza na kuendelea uh, kulinda uchumi na biashara za Watanzania. Chochoni ni, ni mfanyabiashara mkubwa na amekuwa na, na, ni mfanyabiashara wa ndani na nje ya nchi, kwa hiyo ni mtu mwagizaji wa bidhaa kutoka nje ya uh, nje ya nchi na kuuza ndani ya nchi. Kwa hiyo sisi tuna hakika kila uh, kwa wale wasiomjua lakini wafahamu kwamba Chochoni ni mfanyabiashara mkubwa na anaye ni mwagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Mataifa ya wafanyabiashara lazima tuchukue hatua kubwa kuhakikisha kwamba tunashirikiana na, na jeshi la polisi na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba matukio namna hii yanakoma, lakini vile vile tutafanya tathmini baada ya, ya, ya kwa kadri muda utakavyokwenda juu ya ushirikiano wa sawa jambo hili na vinginevyo, kama serikali kwa maana ya jeshi la polisi itahitaji msaada wetu kwa maana ya sisi sote tutaangalia namna ya kufanya Tunaomba mamlaka yoyote ile inaweza ikawa inafahamu pale yalipo, ijitokeze na kumleta akiwa mzima wa afya njema, ili taharuki hii iondoke, sisi kama wafanyabiashara tujisikia tuko salama. Hasa mimi ninajikita katika upande pia wa samaki, kwa hiyo naweza na mimi nikawa na wasiwasi kwamba kwenye kama yeye hataonekana, na mimi sitakuwa salama yoyote yule hata kuwa salama. Kwa hiyo tunachokiomba ni kuiomba mamlaka, hasa serikali, ndio tunayoitegemea, naweza wakafahamu au wana vyanzo vingi vya kufahamu lolote, maana sisi raia tunawategemea kwa ulinzi wetu na shughuli zetu na mali zetu na familia zetu. alafu hii tabia pia ikome. Kama mtu ana shida yoyote ile kwa mtu binafsi, asifanye jambo kama ili kuleta taharuki Tuweze kuishi. Kama kuna tatizo, mtu amelifanya, basi kuna mamlaka za kutatua migogoro, kuna mahakama, kuna watu, kuna wazee. Hata kama amekosea mtu, kuna jinsi ya kushughulikia suala, kuna marafiki, kuliko kufanya mambo kama haya. Kwa majina, naitwa Jose Mlimi, ni msemaji wa familia kwa kipindi hiki cha tukio ililotukia hili, na ni kweli kwamba tumesikitika kwa